Mtangazaji kutoka nchini Tanzania Ebana, ambaye sasa hivi anajihusisha na masuala ya muziki, sasa hivi anamuita mzee wa Kaliua, ametamba pamoja na ngoma zake mpya ambazo ameziachilia katika siku za hivi karibuni. Wiki mbili ambazo zimeweza kupita, ameweza kuachilia kazi mbili ambazo ni wimbo wa mniombee, lakini sasa hivi wimbo ambao una trend ni wimbo wa leo, ambao wimbo huu ameweza kumshirikisha mwanamuziki kutoka nchini Tanzania Belpo. So ameweza kutamba baada ya wimbo wake, lakini pia subscribers ambao yuko nao kwenye mtandao wa YouTube kuweza kuonekana kabisa kuendelea kumfollow, lakini pia wameonekana eh, watu kuendelea kuelewa kazi zake, na baadhi ya comment nyingi sana za watu ambao ambao wamekuwa wakiendelea kutoa ni kama vile kuendelea kumhamasisha kwenye kwenye kwenye game ya ya ya muziki wa wa wa hip hop. So, ni kwamba kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti video video fupi ambayo ambayo, hiyo kwenye pande wa caption, aliweza kuandika maandishi ambayo yalikuwa yanasomeka hivi: subscribers zaidi ya elfu kumi na moja kwenye mtandao wa YouTube ndani ya wiki mbili, niombea ambao sasa hivi na jumla ya views 290 YouTube lakini pia eh, ni wiki mbili tu ambazo zimeweza kupita. Leo ina masaa 11 kwenye mtandao wa YouTube ambayo ina viewers takriban elfu 15. So, ni kwamba kwa msanii huyu lakini pia eh, mtengezaji kutoka Wasafi TV, Wasafi FM ameweza kuweka bayana kwamba eh, rekodi ambayo ameiweka ni rekodi ambayo haijawahi kuwekwa na msanii yoyote kutoka hapa mpa nchini Tanzania kwa kumalizia ujumbe ambao aliweza kuandika ameweza kusema kwamba hakuna msanii yoyote wa hip hop nchini ambaye amewahi kutengeneza hizi namba katika kizazi hiki ndani ya wiki mbili tu kwenye game so ni kwamba akawa amemalizia pale kwamba hamuogopi bonyeza linki e, hapo juu kuweza kusikiliza ngoma yangu mpya ambayo inafahamika kwa jina la Leo featuring Ben Paul ambao ambao huo ujumbe aliweza kuandika Oscar, Oscar so kwa upande wa Oscar tu nakukumbusha aliweza kuingia kwenye muziki wa hip hop jambo ambalo liliweza kuwafanya watu wengi waamini kabisa kwamba analeta masiala, yani kwamba kwa sababu watu washamzoea kwamba Oscar Oscar ni mtangazaji na amekuwa akifanya vizuri katika eneo hiyo hapo. E, kama media personality. Sasa watu walikuwa wamemzoea hivyo, lakini this time around ni kwamba e, ameonekana kuwa serious. Yote hii ni mara baada ya kuweza kuachilia wimbo pamoja na e, msanii Ben Paul na mpaka sasa hivi, baadhi ya watu wengi sana wakiwa wanamuona kabisa kama amejikita zaidi kwenye muziki. Lakini kwenye wimbo wa kwanza ambao waliweza kuachilia ambao unafahamika kwa jina la Mnyombe, takriban wiki mbili ambazo zimeweza kupita, watu wengi waliamini kabisa kwamba midondoko kwa ambayo yuko nayo Oscar Oscar ni kama vile wimbo ameandikiwa na Baba Levo. Kulikuwa kuna baadhi ya comment nyingi sana ambazo zilikuwa zinaonekana zikiendelea kutiririka kwenye mtandao wa YouTube watu wakiamini kabisa kwamba Oscar Oscar wimbo ambao unafahamika kwa jina la Mniombe basi ni wimbo ambao ameandika e Baba Level, lakini kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wao walishawishika kwa namna moja ama nyingine. Baada ya Oscar Oscar, baada tu ya kuachilia wimbo huu, aliweza kuitwa Basata na watu wakiamini kabisa, labda kwa a, e, swala ambalo limepelekea Oscar Oscar kuweza kuitwa Basata ni wimbo ambao unafahamika kwa jina la Mniombe, so ikaweza kupata watu wengi sana, ikawa ni kama kiki ya kuweza ku boost wimbo huu hapo. Lakini pia kwa upande wa Diamond Platnumz, naye ameonekana ni, wa, ni mtu ambaye akiendelea kumsupport Oscar Oscar kwa sababu ni moja kati ya watangazaji ambao wanafanya vizuri kabisa kwenye viunga vya Wasafi FM pale, so ni kwamba alionekana kusupport wimbo wa Mniombe. Hata moja ya nukuu ambayo Oscar Oscar aliweza kuipost kupitia ukurasa wake wa Instagram alisema kama Damo Platinum ameukubali wimbo, so wewe e, ambaye ni mdau wa burudani unangoja nini? Watu wengi wakaendelea kufuata huyu wimbo wa Mniombe. Sasa hivi wimbo wa leo ambao ameweza kumshirikisha e, msanii Benipo kutoka nchini Tanzania unazidi kufanya vizuri kabisa ukiwa na jumla ya watazamaji elfu 15 kwenye mtandao wa YouTube na baadhi ya watu wengi sana wakiendelea, eh, kutazama lakini pia kuendelea ku drop comment zao this time around, so kwa kuweka mbadala wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, tupe mtazamo wako. Yeah, unamwona Oscar Oscar kuendelea kuleta tuzo za kutosha kabisa za, kama msanii wa hip hop kutoka hapa hapa nchini Tanzania akiendelea kufanya vizuri au la. Tupe mtazamo wako kwenye onja comment hapo, usiache ku subscribe ku like utakuwa umetisha, chao chao.